Na mimi ndo nilianza ile sauti ya kusema nasikiza nini. Ni mimi au wameomba kutoka kwangu. Mimi ndo nilianzisha maneno ya kusikiza nini ground. Kwa hivyo kama iko mtu anajua kusikiza ground ni minji minji, sindio? Na tunaangalia vile maneno inaenda, na sisi tutajipanga vilivyo, na tutaonesha watu wa Kirinyaga njia. Kwa hivyo asibabaike anze kusema oh. Kwa sababu nimesema hivyo, akuja aanze kuniita majina. Na ukiniangalia hivi, nataka kukuuliza, utaniweza kweli? Utaniweza gavana wa county? Usidharau gavana yeyote. gavana hajafika hapo, kwa sababu wa kukosa kujua ama kukosa watu ambao wamemshikilia. Wale wamenyamaza ni wengi wale wanashikilia gavana ni wengi. Na mimi nitasema hivi, niseme nisiseme, niseme nisiseme, kama mtu anasema, kwa sababu mnajua wamebabaika kwa sababu nilisema mimi nitaonyesha njia watu wa Kirinyaga, kwa sababu kama kiongozi ni vizuri tuwaonyeshe nini na hivyo huyo mtu vile anasema, tusikafanye wengine Mungu, hata yeye hatutamfanya Mungu. Hakuna Mungu kwa kutika viongozi na binadamu, sisi wote tunaabudu Mungu aliye Mungu aliye mbinguni. Kwa hivyo sisi wote tupeane heshima. Wakati wa siasa utafika, na sisi wote tutaanguka wapi? Kwa kiwanja.